Sasa nini maana ya maisha? Uh, kiukweli wasomi wengi katika ulimwengu huu kila mmoja amezungumza maana maisha kwa namna vile ambavyo anavyoona yeye inafaa, lakini tuki na lakini tukimchukua huyu mwana falsafa mkubwa duniani ambaye anaitwa Abdul Kalam ambaye huyu aliwahi kuwa rais wa India. Huyu Bwana Abdul Kalam ameandika kitabu chake kimoja ambacho kinaitwa The Wings of Fire. Katika kitabu hiki yeye amezungumza maana ya maisha kwa upana sana. Na yeye maisha ameagaa katika ma, katika sehemu kuu nne. Sehemu so, ya kwanza akisema kwamba life is an action. Maisha ni vitendo kama pale ulivyozungumza. Tukiona maana kwamba vile unapoamka mpaka unapolala matendo yote ambayo unafanya. Kwa hiyo life is action. Unatoka nyumbani, umekuwa njiani, umefika kazini, umezungumza na huyu, umefanya na huyu mwisho siku umelala na siku imepita. Life is action. Lakini yeye kundi la pili akagawa kusema kwamba life is education, maisha ni elimu. Sawa, uko na plan uko ambacho uko na kitu ambacho unataka kufanya katika maisha yako. Je, uko na elimu nayo? Na tukizungumza elimu ya hapa, hatuna maana elimu tu kwa university eh, isipokuwa ni ile elimu ya mazingira, angalau ya kuweza kujua kile ambacho unataka kufanya kweli. Uko na jambo ama uko na plani ya kufungua mkahawa. Je, wewe uko na knowledge, uko na ujuzi wa kufungua ule mkahawa, au Bwana Bakari unataka kufungua mkahawa kwa kwa rafiki yako tu amefungua mkahawa. Na hii moja kati ya matatizo ambayo tuko nayo sisi Zanzibar, tumekuwa na biashara za mfanano, ni kwa sababu tu ya jirani yangu amefungua biashara mkahawa kwa vile yeye anaingiza wateja na mimi ndio nifungue biashara mkawa. Yeah. Kwa hiyo sita isifungue biashara mkao kwa kwa mimi na ijue ile biashara mkao. Kwa mwisho siku nafanya biashara, biashara ambayo nisiyojua, biashara inanianguka ndio pale changamoto zinapoanza. Na stress ndio zina pamoja na depression zinapoanza katika maisha. Kwa hiyo kweli tunayo matendo ya wa kuwafanya katika katika maisha yetu. Hiyo tunayo nayo matendo. Lakini jambo la tatu bwana huyu Abdul Kalam katika kitabu chake hiki kwa katika kuelezea maisha akazungumza kitu ambacho kinaitwa e sema life is effort, maisha kuwa na juhudi kweli. Una jambo unataka kufanya, una biashara yako mkao mkaa unataka kufanya, elimu uko nayo, je, uko na juhudi ya kuhakikisha kwamba biashara ya yako kwa inasimama? Tukumbuke bwana Bakari, leo hii tunaishi katika dunia ambayo ya kurejesha na nyuma kuna watu kana kwamba wamezaliwa leo hii kuja kuarejesha watu nyuma tu. Vile wewe unavyofikiria namna kwenda mbele, basi kuna watu wanafikiria namna kurejesha nyuma. Je, uko na ipo, tuna juhudi za kupambana katika ndoto zako? Na haya ndio maana kukaandikwa kitabu kizima ambacho kinaitwa how to stop worrying and start living, namna gani ya kuacha woga na kuanza kuhu, na kuanza kuishi. Mtunzi wa kitabu hichi amezungumza na kusema kwamba success, haya mafanikio katika maisha yetu is of dedicated is, of dedicated effort. Yani ni effort peke yake juhudi ndio zinazopelekea kuweza kufanikiwa katika maisha yetu. Kwa hiyo effort. Lakini jambo la mwisho Bwana Abdul Kalam katika kuelezea maana maisha, akazungumza na kusema kwamba life is confidence. Maisha ni kujiamini. Yes, tuna confidence leo hii ya kusimamia yale ambayo tunataka katika maisha yetu? Au anapokuja mtu tu anapotutuzubaisha kidogo tu, tunaondoka katika ile misimamo yetu. Lakini tukumbuke, Bwana Bakari hatuishi pekee tu katika ulimwengu huu, tunaishi na watu wengine. Je, sisi tuna msimamo katika ile tunaamini mbele za watu wengine? Je, wewe unaweza kusimama mbele za watu na kuzungumza kile ambacho unachokitaka ili kifanikiwe katika maisha yako? Kwa hiyo haya ama mtiriko huu wote ndio maana halisi ya maana maisha. Kwa hiyo kutokuishi katika mfumo huu na kujua, na kujua maana ya maisha ndiyo inapelekea sasa kutokufanikiwa kibiashara, ndio inapelekea sasa kile kinachopanga kinakuwa kifanikiwi mwisho siku depression mm, na stress ndo zinakuwa zinaanzia hapo. Kwa hiyo hiyo ndio maana halisi ya maana mwana ya maisha naam Ma